Kule Tabata, mara tu Beatrice alipoondoka, mama mdogo akamgeukea Ashura kwa hasira na kusema hivyo, "Umechanganyikiwa, unajielewa kweli?" mama mdogo alisema kwa uchungu mkubwa. "Unawezaje kusema maneno makali vile kwa Beatrice? Ona ambavyo una hata aibu! Wewe unaweza kutamka maneno mazito vile juu ya kaka yako, wakati unajua bado ana hali mbaya? Mpaka leo hajafungua macho. Una moyo gani wewe mtoto?" Mama mdogo alikuwa na maumivu moyoni, ndipo Ashura akasema mama, umjui vizuri Beatrice. Huyu mwanamke ni kingang'anizi sana, haikuwa rahisi sisi kumwondoa, tulifanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo unataka leo yeye arudi tena awe na Joji kirahisi hivyo? Haitawezekana alafu yeye leo ajione mshindi? Haitawezekana mama mdogo. Mama mdogo alimwangalia Ashura kwa macho makali, Huku akiwa na hasira Ashura akaendelea kusema, na Mungu akamsaidia kaka akapona, yaani ni bora atafute mwanamke mwingine kabisa, lakini sio kurudi kwa Beatrice. Mama mdogo akatikisa kichwa, hata kama ni hivyo, ukupaswa kusema kwamba George amekufa. Ya kaka yako huko hospitalini anapigania ya maisha yake, halafu unasema amekufa. Hii ni kama unamchulia, sio sawa kabisa, ujafanya vizuri na sijapenda. Baada ya hapo mama mdogo akaingia ndani alipofika chumbani akakuta mama Joji tayari ameamka alikuwa amelala kitandani macho wazi akisubiri mtu amsaidie ili akae kwenye ulichia yake na alikuwa amesikia kila kitu alikuwa bado hawezi kuongea vizuri kwa shida maneno akamtoka akasema Regina, nimesikia sauti ya Beatrice. kwa nini hujamruhusu aingie ndani Mama mdogo hakutaka mshtue zaidi, akasema ni kweli dada, vitu sialikuwepo hapa, lakini nilidhani labda umelala na sikutaka kukusumbua, lakini naamini atakuja tena. Mama yake Joji akamwangalia kwa uchungu, kisha akauliza, Joji yuko wapi? Mama mdogo akashtuka kidogo. Dada, mwanao bado hajarudi, Si unajua alisafiri kikazi, sijui kwenda nchi gani huko, lakini usiofu, atarudi. Lakini mama yake Joji alikuwa amesikia mazungumzo ya Regina na Ashura, ndipo akasema, ni nani ambaye yuko hospitali ana hali mbaya? Umesikia unamwambia Ashura? Mama mdogo akajaribu kubadilisha mada, dada, achana na hayo Uja nikusafishe, ukanywe chai. Lakini mama Joji akasema kwa msisitizo zaidi, Lejina, nataka ujibu swali langu, Joji yuko wapi? Wakati huo Ashura akaingia. Mama Joji akamtazama Ashura na kumuuliza, wewe Ashura, Joji yuko wapi? Ashura akanyamaza, hakujua aseme nini. Mama Joji, machozi yakazidi kumtoka. Nataka kujua Joji yuko wapi, hata kama nitakufa hapa leo. Basi niwe najua ukweli. Ashura akaanza kujitetea, mama usiseme hivyo, tunaamini utapona, mbona unaendelea vizuri sana. Mama Joji akamtazama Ashura na kusema Nataka kujua ukweli, bila hivyo sitaki mtu anikuse, sitaki chochote, nataka kujua ukweli, juji wangu yuko wapi? Hakukuwa na namna tena, ndipo mama mdogo akaamua kusema ukweli. Dada, juji alipata ajali Aligongwa na gari wakati anavuka barabara, ila tulimkuta tayari yuko hospitalini anahudumiwa. Mama Joji akatetemeka. Mpaka sasa hivi bado yuko hospitalini, yupo ICU, hajitambui, lakini madaktari wanasema anaendelea vizuri, wanasema atarudi katika hali yake ya kawaida. Mama Joji akaanza kulia kwa uchungu mkubwa, akaona jinsi maisha ya familia yao yalivyoharibika kwa kipindi kifupi, kila kitu kikiwa kimeharibika. George yupo hospitalini hajitambui, mali zao zimepotea, na Abeli si mjukuu wao. Alizidi kuumia sana, alijutia makosa waliokuwa wameyafanya, alijutia jinsi walivyomfanyia Beatrice. Akajisemea ndani ya moyo wake, ee hey, Mungu tusaidie. Na wakati huo Zulfa alikuwa nyumbani kwake anaendelea na shughuli za nyumbani kama kawaida, akapata taarifa kuwa Beatrice yuko hospitalini ajitambui. Ndipo akaondoka haraka kwenda hospitalini. Alipofika alimkuta Beatrice akiwa emergency akipatiwa matibabu ya dharura, na sasa fahamu zilikuwa zimemrudia, lakini alikuwa akilia tu. Zulfa akakutana na David, shida nini? Mbona aliondoka kwangu muda mfupi uliopita, alikuwa sawa kabisa. David akasema kuwa walikutana Tabata, akamwelekeza nyumba ambayo Ashura alikuwa akiishi. Beatrice akaingia ndani, lakini baada ya muda mfupi akatoka akilia, huku akitaja jina la Joji. Baada ya hapo, akashangaa amedondoka chini. Zulfa akamuuliza labda aliambiwa nini. David akasema kuwa hajui maana alikuwa amebaki nje anamsubiri. Ndipo Zulfa akasogea pale na kujieleza kuwa Beatrice ni ndugu yake, akapewa ruhusa ya kwenda kumuona Beatrice. alipomuona Zulfa akalia zaidi. Zulfa alibaki ameduaa, haelewi ni nini kimemkuta. kwa upole akamuuliza, hebu niambie shida nini, mbona ulikuwa sawa tu? Beatrice akaendelea kulia huku akitaja jina la Joji mara kadhaa. Zulfa akamuuliza kwani Joji kafanya nini tena? Beatrice huku akilia akasema, amefariki nazu nifanyaje mimi Zulfa. Zulfa akabaki amedua, lini? Mbona mimi sijasikia habari hizi, hapana sio kweli, Beatrice akasema huku akilia. Ashura Kaka niambie. Zulfa kusikia hivyo, naye akavurugwa, maana ilikuwa ni habari mpya kabisa. Akajaribu kumtuliza Beatrice, lakini aliendelea kulia, ndipo nesi mmoja akaingia na kusema mwache mgonjwa apumzike kwanza. Zulfa akatoka nje akiwa haelewi kabisa, ndipo akaamua kumpigia simu mwalimu mwenzake ambaye ni jirani wa Joji Akamuuliza kuhusu habari za msiba. Mwalimu yule akasema, hapana Zulfa, sijawahi kusikia. Yule kaka amefariki lini? Zulfa akasema kuwa hata yeye hajui, ila mdogo wake Joji ndiyo amesema. Mwalimu yule akasema hiyo habari ni mpya kabisa kwake. Zulfa akabaki na maswali mengi, mwishowe akajisemea labda hawakuweka msiba hapa mjini waliweka huko Lushoto ndiyo maana hata jirani yake hajui. Zulfa akaamua kumjulisha mama yake Beatrice kila kitu. Mama yake Beatrice akajadiliana na mumewe na hapo ndipo akaamua kwamba aende Dar es Salaam akamchukue Beatrice. Mama akaondoka na ndege ya mchana kuelekea Dar es Salaam. Majira ya saa tisa mchana alikuwa tayari ameshafika hospitalini akamuona binti yake. Mama akaongea na daktari. Daktari akasema kuwa Beatrice ana maumivu makubwa moyoni na anahitaji huduma ya kisaikolojia, ndipo mama akaomba kuondoka na Beatrice kwa kuwa wanaishi Nairobi, ili apate huduma akiwa huko. Wakati mama yake Beatrice anakamilisha taratibu za discharge akiwa nursing station, Beatrice akasikia nesi mmoja akimwambia mwenzake, yaani, leo George katushangaza sana, anaweza kusogeza mkono na mguu. Daktari kasema anaonesha matumaini makubwa. Beatrice kusikia vile, akashtuka sana, moyo wake ukaanza kudunda kwa nguvu. Mama yake akaona hali ile, akamshika mkono na kusema tulia mwanangu, kisha akamgeukia Zulfa na kusema naomba mnisubiri pale. Baada ya kukamilisha taratibu zote, wakiwa wanatoka, Beatrice akamwambia mama yake Mama, si umesikia wanasema kwamba Joji anaonyesha matumaini makubwa mama? Akasema, mwanangu, kwani Joji yuko peke yake hapa duniani? Yule sio Joji unayemjua wewe. Zulfa akakazia na kusema tulia, mdogo wangu. Wakaendelea kutembea. Walipofika nje, wakachukua taksi. Wakiwa ndani ya taksi, Beatrice akamwona Peter na Ashura wakitembea kuelekea jengo la hospitali. Beatrice akapiga kelele, ona Ashura napita wale, nataka kushuka sasa hivi. Zulfa akamzuia. Mama akamwambia dereva aendelee kuendesha. Kisha mama akamgeukea Beatrice na kusema, Beatrice mwanangu, hebu tulia kwanza, haina haja ya kwenda kuwasalimia, utaumia bure tu. Dereva akaendelea kuendesha taksii ikaondoka pale hospitalini. Beatrice aliendelea kuwatazama huku machozi yakimtoka moja kwa moja. Wakaelekea airport, Zulfa na Beatrice wakakumbatiana na kuagana. Mama akamshukuru sana Zulfa kwa kuwa rafiki na dada mzuri kwa Beatrice. Kisha Beatrice na mama yake wakaondoka. Walipofika jijini Nairobi, hawakwenda moja kwa moja nyumbani. Mama alimpeleka Beatrice hospitali kwa ajili ya matibabu ya kisaikolojia. Beatrice aliendelea kupatiwa tiba ya kisaikolojia kwa wiki kadhaa. Hatimaye hali yake ikaonekana kutulia, alionekana yuko sawa. Familia yake walifurahi sana kumwona sasa Beatrice amerudi katika hali yake ya kawaida, ndipo wazazi wake wakaendelea na ule mpango wa kumweka Beatrice bize. Akawa meneja wa mashamba ya chai yaliyopo huko Kericho. siku ya kwanza kufika huko baada ya kuona mashamba hayo makubwa ya chai yaliyotanda mpaka mbali, akakumbuka siku ya kwanza alipokutana na Joji. Siku hiyo Beatrice alikuwa na baba yake, walikuwa wamekwenda Lushoto, eneo la Mponde, kwa ajili ya kuangalia mashamba ya chai. Hapo ndipo walipokutana na Joji kwa mara ya kwanza, walitokea kupendana sana na hatimaye wakaoana. Uwekezaji wa baba yake Beatrice huko Lushoto wa kufanikiwa, alijikuta akipata hasara kubwa ndipo akaamua kuendelea na uwekezaji maeneo tofauti tofauti na hatimaye akafika nchini Kenya. Beatrice akiwa amesimama katikati ya mashamba ya chai ya Kericho, alijikuta machozi yanamtoka. Aliamini kuwa sasa yoji wake hayupo tena duniani. Daniel alikuwa akimpigia simu mara kwa mara na kuonyesha kuwa anamjali sana Beatrice. Na wakati mwingine alimtembelea kule shambani wakakaa pamoja na kuzungumza. Na mara zote Beatrice alipokuwa amekaa na Daniel, kumbukumbu za Joji zilikuwa zinamjia. Alijitahidi sana kujizuia, maana alijua wazi kuwa yeye kuwa na Joji haiwezekani kabisa. Na pia wakati huo huo Joji alizidi kupata nafuu, hatimaye alizinduka, lakini mwili wake ulikuwa dhaifu, hakuweza kufanya chochote. Familia yake ilifurahi sana, waliona Joji amenusurika kutoka kwenye kifo. Joji hakuwa anajua kuwa alikuwa amegongwa na gari, hakuwa anajua yuko wapi. Hata kuongea alikuwa hawezi, maneno yalitoka kwa shida sana. Baada ya muda, akagundua kuwa yuko hospitalini, akaanza kujiuliza, amekuwa hapo kwa muda gani na Beatrice wake yuko wapi. Ndipo akaamua kuuliza, Beatrice yuko wapi? Mbona simoni hapa? Mama mdogo akajibu haraka, aliogopa Ashura asija karibu. Aliyehewa ametoka muda si mrefu, anakuja, ila muda wote alikuwa hapa mwanangu. Kwa sasa wewe tu pumzika. Daktari amesema unatakiwa kupumzika muda mrefu. Siku hiyo walirudi nyumbani wakiwa na furaha kubwa, wakamjulisha mama Joji kuwa Joji sasa amezinduka anaendelea vizuri, hata anaweza kuzungumza. Mama mdogo akasema, ila dada, nikwambie, yaani inaonesha huyo Joji anampenda sana Beatrice. Maana alipozinduka tu akamuulizia, halafu inaonesha akumbuki chochote, maana akumbuki kama Beatrice alishaondoka. Wote wakawa kimya kwa muda, ndipo mama akasema hatukujua Beatrice ni mwanamke mzuri, wacha tu Joji aendelee kuishi naye. Ndipo Ashura akasema hapana mama, yani umesha sahau mara hii, Beatrice hana uwezo wa kuzaa mama. Hata kama Neema alitufanyia haya yote, hii sio sababu ya kaka Joji kumrudia Beatrice, alafu isitoshe, mbona kuna wanawake tu wengi wazuri wapo kumzidi huyo Beatrice? Ndipo mama mdogo akasema Ashura mwanangu, una shida gani binti? Sasa kufanya nini mpaka unamchukia hivyo? Kumbuka nawe ni mwanamke, je, unajuaje kama utakuwa na uwezo wa kuzaa ama la? Ashura akadakia haraka na kusema, mama, mi nimejitunza, nimetunza kizazi changu, lazima niwe na uwezo wa kuzaa. Ndipo mama akawakatisha, akaona wanapaza sauti na yeye alikuwa katika hali ya kuhitaji utulivu. baada ya siku chache Joji aliruhusiwa kwenda nyumbani, akapewa siku za kurudi hospitali kwa ajili ya kufuatilia maendeleo yake. Familia nzima ilifurahi sana, walitoka hospitalini na kuelekea moja kwa moja Tabata. Joji alishangaa sana kuona wanaingia pale. Walipofika sebuleni, akamkuta mama akiwa amekaa kwenye wheelchair, wakakumbatiana. Mama alifurahi sana kumwona Joji, lakini Joji akawa na maswali kichwani. Hapa ni wapi? Mbona hatujaenda nyumbani? Baba akasema utajua kila kitu, kula kwanza chakula, maana naona kipo tayari. Familia nzima ikapata chakula cha mchana pamoja, wakifurahi sana kuungana tena na Joji. Walikula huku wakipiga stori ndogo ndogo, wakicheka na kufurahi. Baada ya hapo, Joji akauliza swali lingine kwa nguvu zaidi: Beatrice yuko wapi? Ndipo baba akaanza kueleza kila kitu. Mwanangu, Beatrice, mliachana muda mrefu, ukamwoa Neema, lakini baadaye Neema akaondoka. Neema ameleta mabalaa makubwa sana kwetu. Kwanza ameuza mashamba yetu ya ukoo ambayo tuliyatunza kwa miaka mingi sana, ameuza nyumba ya kule Lushoto ambayo tuliwapatia. Yaani kule kijijini tunachekwa sana. Hakuishia hapo alichukua mkopo benki, alafu akaweka rehani nyumba yako. Mkopo ule haukulipwa, hivyo benki ikauza nyumba. Ndio maana unatuona tupo hapa, na gari yako tuliuza mwanangu, ili angalau tuanze upya. Wakati uko hospitalini tumepitia mambo mengi sana, George. Lakini sisi tunachomshukuru Mungu ni wewe kuwa mzima. George aliumia sana. Hapo ndipo akakumbuka kila kitu vizuri. Akalia sana. Wakajaribu kumtuliza wakijua maneno ya baba yake ndiyo yanamliza. Kumbe ni kwa sababu amekumbuka kila kitu.